Jina naitwa Kilita Day Lister. Leo kama mnafahamu kwamba tulikuja mahakama ya kuu kanda ya Manyara ambako tulikuwa tunaelekea kesi ambayo inaendelea kesi, kesi ya baza ya dhamini chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema dhidi ya, Chadema, ya, msajili wa, mnakumbuka, ya uamuzi, mwezi wa vyama vya siasa pamoja na mwanasheria mkuu wa maamuzi aliyofanywa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kwa hiyo yale maombi ya judicial review maombi mama tuliyafaili mwezi wa 10 mwezi wa 9 na leo yakapangwa kuja kusikilizwa. Sasa tulifika mbele ya mahakama siku ya leo, lakini kwenye majibu ambayo zote tulikuwa tumewasilisha serikali, moja wao ambao walikuwa kwenye majibu yao ilikuwa ni pingamizi ya maombi yetu kutosikilizwa leo kwa sababu wamepeleka nia mahakama ya rufaa

Mahakama position position na kuwaje. Sasa, upande wa mahakama ya rufaa au wao hiyo taarifa kata rufaa lakini sisi kwa upande wetu tukawa na mtaalamu mwingine kwamba hapana, mahakama inapaswa kuondoa hayo maombi kama inapaswa kuahirisha hayo maombi. Kwa kisheria tunasema kuna lugha tunatumia inakuwa adjourned sine die, yaani unaahirisha ya kisubiri uamuzi wa mahakama ya rufaa au hiyo taifa kata rufaa inapokuwa ni manolewa. Kwa baada ya majadiliano kwenye hoja hizo mbili e, tukamaliza. Baadaye mahakama kapanga muda wa mchana kutoa uamuzi, na mchana huu kupitia jaji eneamwahambi mahakama wametoa maamuzi kwamba na position upande wetu, kwamba maombi yanapaswa kuelishwa mpaka ya kusubiri hatima ya rufaa ambayo leo, yata, na mahakama, ya, ya, Jamhuri imeipeleka kwenye mahakama ya rufaa au kama itafika mahali wa ndoi wa ni hapo rufaa basi, tarudi Babati kuenda na hiyo kesi yetu ambayo tulikuwa nayo hey.